Kiongozi wa taasisi ya Salaam Islamic Foundation Sheikh Muharram Mziwanda ameeleza kushangazwa na kauli ya Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini TEC kuwa kilichotokea Oktoba 29 mwaka 2025 ilikuwa ni maandamano na si vurugu, uhalifu na wizi kama ilivyoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini, huku akiitaka TEC kuachana na matamko yenye kuchochea ghasia na hasira. Sheikh Mziwanda amebainisha hayo Temeke, mkoani Dar es Salaam alipozungumza na waandishi wa habari akirejea kauli ya baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa waliowahi kueleza kuwa Oktoba ishirini na tisa wangekinukisha, kufanya uasi na kuvuruga uchaguzi mkuu. Imenisikitisha sana ndugu wanahabari na Watanzania kwa ujumla kuona viongozi wenzetu wa dini tunaowategemea katika taifa letu wakiwaaminisha watu kwamba yale yalikuwa ni maandamano. imenisikitisha Chadema chini ya mwenyekiti wake, tulisikia na klipu zimesambaa, nukta mama tatu alizisema kwenye hotuba yake, akiwaambia viongozi na wanachama wa Chadema wanaofikiria nafasi za uongozi mara baada ya uchaguzi wasahau. Alisema kwa maana wanakwenda kukinukisha moja, pili alisema tunakwenda kufanya uasi tatu alisema tunakwenda kuvuruga uchaguzi. Matatu haya kwa mtu anayependa taifa lake huwezi kuita kulikuwa kuna maandamano. Wanakwenda kukinukisha, wanakwenda kufanya uasi wanakwenda kuvuruga uchaguzi. Maandamano yanatoka wapi? Maandamano ni haki ya kikatiba. Na bahati nzuri, na bahati nzuri, ndugu wanahabari, jana jana jana mbichi mmoja katika viongozi wa Kanisa Katoliki, Baraza la Maaskofu Teki ni watu muhimu sana katika taifa letu. Kwanza watu wajue tunapowazungumzia maaskofu, usije ukadhania unamzungumzia kama mwimba singeli tu. Ni mtu mkubwa, mtu muhimu sana katika taifa. Baraza la maaskofu, wakati wanatetea haki, hawaoni kwa lugha hizi? Ilikuwa inatosha mapema wao wajitokeze kuwarekebisha na kutoa kauli yao, kwa lugha hii sio sawa. TEC ilikuwa wapi mpaka jambo limeharibika? Wanakuja kulaumu, ni ajabu. Linafikirisha, unatamani uulize swali, unatamani uulize swali, au baraza la maaskofu linahusika? Unatamani uulize swali, na inawezekana sivyo, lakini mapito wanayopita baraza la maaskofu inatutia mashaka. Sehemu ya kwanza, natamani kuwazindua wananchi natamani kuwazindua wananchi kwamba hayakuwa maandamano, lakini tafakuri yao inazungumzia vifo tu, haizungumzii kuharibika kwa miundombinu ya taifa, haizungumzii kuharibiwa na mali za wananchi. Ina maana baraza la maaskofu hawajui kwamba mtu kupoteza mali anaweza kufa kwa presha, ama ama ama wanajua wale ambao mali zao zilipotezwa wana hali gani? Sasa wanasema hili si jambo, tunaangalia kifo moja kwa moja, imeua serikali. Hawaangalii hao waliowaita maandamano wamekwenda kufanya nini. Lakini tatu, katika hitimisho langu, niliombe baraza la maaskofu, viongozi wetu wa dini, muhimu sana badala ya hizi tamko wanazozitoa zinazoashiria kuongeza hasira na uchochezi, ningewaomba watumie busara katika kulijenga taifa. Tunawategemea sana baraza la maaskofu katika taifa letu, lakini tamko wanazozileta na tafakuri zake hazisaidii taifa, zinakwenda kuongeza hasira.